Mamia kwa maelfu ya Wapalestina wameanza kurejea katika ukanda wa kaskazini mwa Gaza, katika mji ambao umeteketezwa vibaya baada ya vita vilivyodumu takribani miaka miwili, ambazo ni sawa na siku 735. Hatua kurejea inakuja baada ya kuanza kutekelezwa kwa usitishaji mapigano uliodhaminiwa na Marekani, makubaliano ambayo yameibua matumaini ya kumalizika kwa vita kati ya Israel na Hamas. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, mateka wote waliokuwa bado wakizuiliwa wanatarajiwa kuachiwa huru ndani ya siku chache zijazo hata hivyo bado kuna maswali mengi kuhusu ni nani ataitawala Gaza baada ya majeshi ya Israeli kuanza kujiondoa hatua kwa hatua na ikiwa Hamas itakubali kuachana na silaha kama ilivyopendekezwa katika mpango wa usitishaji mapigano wa rais wa Marekani Donald Trump waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ambaye kwa upande wake alivunja mpango wa usitishaji vita mwezi Machi ambaye wakati huo wa ameashiria kuwa Israeli huenda ikaanzisha tena mashambulizi ikiwa Hamas haitasalimisha silaha zake licha ya hayo ishaji vita huu ni hatua muhimu kuelekea kumaliza vita vya miaka miwili vivozuka baada ya shambulio la Hamas dhidi ya Israeli mnamo mwaka 2023 na ishirini na tatu. Mapigano hayo yamesababisha vifo vya maelfu ya Wapalestina na wakuwafanya takribani asilimia tisini ya wakazi wa eneo la Gaza wapatao takribani milioni mbili kukimbia makazi yao mara kadhaa, huku wengi wao sasa wameanza kurejea na kukuta vifusi mahali ambapo awali palikuwa ndiyo nyumba zao. Jeshi la Israeli limethibitisha rasmi kwa usitishaji mapigano ya siku ya Ijumaa huku mateka takribani 48 waliobaki wa Israeli ambapo inaelezwa kuwa takribani 20 kati yao wanadaiwa kuwa bado wako hai wakitarajiwa kuachia huru ifikapo Jumatatu ya wiki ijayo. Kwa mujibu wa Wapalestina, mashambulizi makali ya mabomu yaliyokuwa yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya Gaza mapema Ijumaa yamesitishwa kwa kiasi kikubwa kufuatia tangazo la jeshi la Israel. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu sema katika hotuba ya televisheni siku ya Ijumaa ya Oktoba 10, kwamba hatua zinazofuata katika mpango wa usiishaji mapigano zitahusisha Hamas kusalimisha silaha zake na ukanda wa Gaza kuwa eneo lisilo na jeshi kabisa na wala silaha nzito, nzito. Amesema ikiwa hili litafikiwa kwa njia rahisi, basi ni vyema; ikiwa sivyo, tutalifikiria kwa njia ngumu, aliongeza kwa msisitizo. Jeshi la Israeli kwa upande wake limesema litaendelea kufanya operesheni za kujihami katika takribani 50% ya, ya eneo la Gaza ambalo bado linadhibitiwa hata baada ya kujiondoa hadi kwenye mstari wa mpaka uliofikiwa katika makubaliano ya awali. Wakati hayo akiendelea nao, Umoja wa Mataifa umepewa ruhusa rasmi na Israeli kuanza kupeleka misaada ya kibinadamu kwa wingi zaidi katika ukanda wa Gaza kuanzia Jumapili ya Oktoba kumi na mbili, kwa mujibu wa afisa mmoja wa Umoja wa Mataifa ambaye hakutaka jina lake litajwe na vyanzo vya habari. Misaada hiyo inalenga kukabiliana na hali mbaya ya utapiamlo na njaa kali iliyoletwa na shambulizi ya Israeli na vikwazo vya muda mrefu dhidi ya misaada ya kibinadamu kuelekea katika eneo la Gaza. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC inatafuta kumkamata Netanyahu pamoja na waziri wake wa zamani wa ulinzi kwa madai ya kutumia njaa kama silaha ya kivita, madai ambayo maafisa wa Israeli wameyakanusha vikali wakidai okay, kwamba Israeli haihusiki. Misaada hiyo itajumuisha tani laki moja na sabini za bidhaa mbalimbali ambazo tayari zimehifadhiwa katika nchi jirani kama Jordan na Misri huku maafisa wa misaada wakisubiri ruhusa kutoka kwa majeshi ya Israeli kuanza tena shughuli hizo. Maafisa wa Umoja wa Mataifa na viongozi wa Israeli wamekuwa katika mazungumzo mjini Yerusalemu kwa kipindi cha saa 24 zilizopita kujadili kiasi cha misaada kitakachoruhusiwa kuingizwa Gaza na kupitia mipaka ipi itaweza kupitishwa. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Steven Dujarek aliwaambia waandishi wa habari siku ya Ijumaa kuwa mafuta, dawa na vifaa vingine muhimu vimeanza kupitishwa kupitia mpaka wa Kerem Shalom. Maafisa hao wa Umoja wa Mataifa wanaitaka Israeli kufungua vituo zaidi vya mipaka na kutoa dhamana ya usalama kwa wafanyakazi wa misaada pamoja na raia wanaorejea katika maeneo ya Gaza yaliyokuwa yakishambuliwa hadi hivi karibuni. Kwa mujibu wa mkuu wa misaada wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amesema katika miezi ya hivi karibuni a Umoja wa Mataifa na washirika wake wameweza kupeleka chini ya asilimia ishirini ya misaada inayohitajika kwa dharura katika ukanda wa Gaza, lakini mtiririko wa watu usio wengi wao wakiwa kwa miguu, walijazana kwenye barabara za pwani katika sehemu ya kati ya ukanda wa Gaza wakielekea kaskazini mwa eneo hilo, kuona nini, iwapo kuna chochote kilichosalia kwenye makazi yao. Ilikuwa ni marudio ya hali za kihisia zilizoonekana wakati wa usitishaji mapigano wa awali mnamo Januari. Wengine walielekea maeneo mengine ya kusini mwa eneo la Wapalestina. Uharibifu watakaoukuta safari hii utakuwa mkubwa zaidi baada ya Israeli kuanzisha mashambulizi mapya katika jiji hilo la Gaza za kaskazini. Katika wiki za hivi karibuni, jeshi lililipua majengo marefu na kuvunja nyumba likisema ni juhudi za kuharibu miundombinu ya kijeshi ya mwisho ya Hamas, lakini Wapalestina wenyewe wameona kuna unafuu baada ya kuona kwamba huenda vita ikaisha. Hata hivyo unafuu huo, una, hata hivyo unafuu huo umechanganyika na pia na wasiwasi kuhusu siku zijazo na maumivu yanayoendelea kutokana na vifo na, na uharibifu mkubwa wa mali na wasijue wapi pa kuanzia katika jiji la kusini mwa Gaza la Yosin. Mamia Wapalestina waliorejea katika makazi yao walikuta majengo yaliyoharibiwa vifusi na uharibifu mkubwa sana baada ya majeshi ya Israeli kuondoka. Majengo mengine yalikuwa yamesambaratishwa na hakuna hata mmoja ilililosalia bila kuathirika, huku watu wengi wakirejea kutafuta mali zao Han, Omar ambaye pia alifukuzwa kutoka Khan Younis amesema, tumekuja mahali pasipotambulika kabisa. Uharibifu uko kila maeneo. Vita hiyo iliyoanza Oktoba 7 mwaka 2023 baada ya wapiganaji wa Hamas kuvamia Israel na kuua takribani watu elfu moja mia mbili na kuwateka nyara wengine mia mbili hamsini na moja leo hii vimegeuka kuwa historia mbaya zaidi kwa watu wa Gaza katika mashambulizi yaliyofuata kutoka Israeli, zaidi ya Wapalestina sitini na saba elfu wameuawa katika ukanda huo wa Gaza na takribani laki moja na sabini wamejeruhiwa kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza ambayo haitofautishi kati ya raia na wapiganaji, lakini inasema karibu nusu ya vifo hivyo ni wanawake na watoto. Wizara hiyo ni sehemu ya serikali inayoongozwa na Hamas na Umoja wa Mataifa pamoja na wataalamu wengi ambao ni huru wanaoichukulia takwimu zake kama makadirio ya kuaminika zaidi ya vifo vitokanavyo na vita. Hiyo vita hivyo pia vimechochea mgogoro mwingine katika ukanda huo, kuzua maandamano ya kimataifa na kusababisha tuhuma za mauaji ya kimbari ambazo Israeli inayakanusha vikali. Israeli inatarajiwa kuachilia huru takribani wafungwa wa kipalestina elfu mbili kwa kubadilishana na mateka waliobaki. Oroza iliyochapishwa na Israeli siku ya Ijumaa haikujumuisha jina la Marwan Boati, kiongozi maarufu zaidi wa kipalestina ambaye pia inaonekana kuwa mtu wa kuunganisha taifa. Israeli inamchukulia yeye na wafungwa wengine kwa hadhi ya juu kuwa ni magaidi, na imekataa kuachilia katika ubadilishanaji wa awali wa watu baina ya Hamas na Israel. Khalil al-Hayya afisa wa ngazi ya juu wa Hamas na kiongozi wa mazungumzo hayo alisema Alhamisi jioni kuwa wanawake na watoto wote walioko magerezani nchini Israeli wataachiliwa huru, kulingana na maafisa wawili wa, wa Misri waliopata taarifa kuhusu mazungumzo hayo ya afisa huyo wa Hamas. Shughuli ya kuachilia mateka na wafungwa inatarajiwa kuanza Jumatatu, ingawa afisa mwingine alisema huenda ingawa afisa mwingine alisema huenda ikaanza mapema Jumapili usiku. Hata hivyo maafisa hao walizungumza kwa masharti ya kutotajwa majina kwa kuwa hawakuruhusiwa kuzungumza hadharani kuhusu hayo yanayoweza kutokea. Lakini hata hivyo mpango wa Trump unapendekeza kuwa Israeli iendelee kuwa na uwepo wa kijeshi usio na kikomo ndani ya Gaza, kando kando ya mpaka wake na Israeli Kikosi cha kimataifa chenye wanajeshi kutoka nchi za Kiarabu na Kiislamu zitahusika na usalama ndani ya Gaza. Marekani itaongoza pia juhudi kubwa za ujenzi mpya zitakazofadhiliwa kimataifa. Mpango huo pia unaelekeza hatimaye kuwa na nafasi kwa mamlaka ya Kipalestina, jambo ambalo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amepinga kwa muda mrefu. Hata hivyo, mpango huo unataka mamlaka hiyo inayosimamia sehemu ya ukingo wa magharibi, ifanyiwe mabadiliko makubwa ya kimuundo ambayo yana za kuchukua miaka kadhaa. Mpango huo wa Trumpu hauelezi kwa kina kuhusu mustakabali wa taifa la Palestina, jambo ambalo Netanyahu na lenyewe pia analikataa vikali. Wakati hayo yote akiwa yanaendelea, imeelezwa kwamba taifa la Marekani linapanga kutuma takribani wanajeshi mia mbili wanaoenda kukagua ikiwa kweli vita Gaza imesimamishwa ama tofauti na hivyo, na jukumu lao kubwa litakuwa ni kuwasistiza wanajeshi wa Israeli kuhakikisha wanamaliza vita kabisa katika eneo la ukanda wa Gaza. Vita hivi kati ya Hamas na Israeli ni vita ya kwanza tangu kuundwa kwa taifa la Israeli mwaka 1948, vilivyochukua muda mrefu zaidi kuliko vita nyingine yoyote kwenye kumbukumbu ya vita kati ya Palestina pamoja na Israeli. Vita hii itakumbukwa kwenye kumbukumbu za watu wengi wa Palestina na hasa wale wa katika ukanda wa Gaza ambao kwa kiwango kikubwa wameharibiwa maisha yao na wengine wanaenda kuanza upya kabisa. Hii ni vita ambayo kwa watu wa kiimani wanahusisha na zile safari za wana wa Israeli wakati wametoka Misri kuelekea Israeli ambako walienda kuanza maisha upya kabisa baada ya kukaa kwa muda mrefu baada ya Farao kuweka ngumu kwenye kuachia watu. Ni vita ambayo imebakiza majonzi na majeraha makubwa kwa vizazi na vizazi, vita iliyochukua takribani miaka miwili na imeweka rekodi ya kuwa vita nambari moja katika ukanda huo wa Gaza, kukaa kwa muda mrefu zaidi tangu kupata uhuru kwa taifa la Israeli, na tunazungumza wakati bado Palestina ikiwa inaendelea kutambuliwa na mataifa mbalimbali ulimwenguni. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.